Sikuongea naye lolote usiku ule. Nilichokifanya ni kuinuka tu na kwenda zangu kulala. Karibu tena katika simulizi hii inayokwenda kwa jina la alikuwa na mke mwingine. Kesho yake asubuhi ya na mapema Thomas alifika katika ofisi za karani wa benki. Alipofika pale alipewa taarifa mpya za akaunti. Alitulia na kuzisoma kwa umakini, ndipo na yeye akagundua baadhi ya miamala ambayo hata yeye hakuwa anajua inaenda wapi. Lakini miamala mingi ilikuwa inatoka kwa mke mdogo na kwenda kwenye kampuni iliyoandikwa Dula Enterprises. Thomas alijiuliza, huyu Dula si ni yule jamani, aliyewahi kumchukia? Na kwa nini jina lake lionekane kwenye matumizi ya mke mdogo? Basi, Thomas alianza kuchunguza taratibu, naye alianza kuunganisha doti na taratibu alianza kupata majibu. Baada ya mke mdogo kugundua kwamba Thomas alienda benki, alitoka haraka na kwenda kukutana na Dula sehemu ya siri. Kisha wakazungumza. Nilikuambia kuna mtu aliingia kwangu. Kuna kitu changu cha muhimu hakipo. Na Thomas ameanza kuwa ananiuliza maswali mengi. Dula alimwambia basi, usiwe mpole, tumia kile ulichonacho kumfunga. Kama ulishindwa mwanzo, sasa hivi usije ukaniangusha. Alimpa kifurushi cha dawa za kienyeji, kisha akamwambia, hii itamfanya akusikilize wewe tu, akilala na wewe tu utakuwa na udhibiti wa kila kitu. Nikiwa sijui hili wala lile, nilipokuwa nyumbani nilipokea barua kwa jina la Thomas, lakini imeandikwa kwa mwandiko wa kike. Ilinibidi niifungue. Ndani ya barua ile kulikuwa na picha za mke mdogo akiwa na mwanaume mwingine wakikumbatiana ufukweni. Nilijisemea hivi, kumbe yeye ni msaliti wa ukweli. Basi nikaanza kupanga hatua ya pili. Thomas, kama kawaida yake kwangu huwa anakuja mara moja moja tu. Alipomaliza mizunguko yake ya kazi, alirudi kwa mke mdogo huku akiwa mtulivu na maswali mengi kichwani. Alimuuliza, nimeanza kuona mambo ambayo sijawahi kuyaelewa. Dula ni nani kwako? Mke mdogo alishtuka lakini alikataa kwa utulivu Akasema, Dula? Mbona sijawahi kulisikia jina hilo. Thomas alimwambia kwa hasira, usijifanye hujui, maana tayari nimekufuatilia hadi mwisho. Thomas aliondoka kwa hasira. Mke mdogo alichukua simu kwa haraka na kumpigia Dula kisha kumwambia, Dula, anatambua mpaka jina lako, tunahitaji mpango wa haraka. Nikiwa nimeketi sebuleni na daftari langu la kumbukumbu, niliendelea kuandika majina na tarehe na matukio ya kushangaza yaliyotokea tangu nilipojua kuhusu mke wa pili, huku nikijisemea kila jambo lina chanzo chake na kwa Thomas kila uongo wake una nyayo unazoziacha, na mke mwenzangu ana siri nzito kuliko nilivyofikiria. Niliamua kumtafuta rafiki yangu wa zamani anayeitwa Suzi ambaye ni askari wa kawaida na mpelelezi wa kujitegemea. Nilikutana na Suzi katika kefu moja ya mjini, nilimwambia nahitaji msaada wako, sitaki kesi, sitaki drama, nataka ukweli tu kuhusu huyu mwanamke na mwanaume anayeitwa Dula. Suzi aliniuliza, kuna nyaraka zozote picha ama chochote, ili nijue ninayemtafuta ni nani? Nilimkabidhi bahasha iliyo na picha na nakala ya ujumbe niliyowahi kuona kwenye simu ya Thomas siku hiyo. Ilipita bila Thomas kuwepo kwangu wala kwa mke mdogo, ila mchana wake alirudi tena kwenye nyumba ya mke mdogo. Mke mdogo alimkaribisha kwa tabasamu kisha akamwambia, leo umeamua kuja kwangu mapema kuliko kawaida. Thomas alimjibu, leo nimekuja bila taarifa kwa makusudi. Aliangalia huku na huku kwenye chumba chake, alianza kupekua kwa makini. Mwisho alikutana na pochi na ndani yake kulikuwa na karatasi yenye picha za kichawi na jina lake likiwa limeandikwa Thomas. Aliuliza kwa hasira, hivi ni nini? Mke mdogo alishtuka na kumsogelea karibu. Alimwambia, sivyo kama unavyoona hivyo, ni sivyo kabisa. Thomas, kwa sauti ya juu alisema basi nieleze ni nini? Huu ni uchai wa nini? Ulikuwa unanidhibiti unaniharibia maisha. Mzozo ulikuwa mkubwa, huku akigombana kwa hasira. Nikiwa nyumbani, sikujua lolote. Ghafla simu yangu iliita, alikuwa ni Suzi, akanipa taarifa, yule mwanaume ambaye anaitwa Dula si mtu wa kawaida ana rekodi ya kuhusika na utapeli na alishawahi kufungwa jela. Na mke mwenzako ana picha nyingi na yeye, na kuna baadhi ya picha nimezipata akiwa kwa mganga mmoja maarufu maeneo ya Mkuranga. Kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa simulizi hii, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mpaka muda mwingine.